Mashindano yote yanayofanyika, kila mashindano tunawapa zawadi wanafunzi, tunawasahau walimu. Walimu hawa ukiangalia katika vifundo vyao vya miguu vimeota sugu kwa ajili ya kukaa katika mkeka kuwasomesha. Na hili Shesamata na majaji, waambieni na wale wengine, nilifanya hii kufundisha kule Kisarawe, nadhani nafahamu kila mwalimu anatoka na nini. Mwanafunzi anachukua zawadi na mwalimu anatoka zawadi, lakini haya mashindano makubwa, sioni watoto wanapewa milioni thelathini, milioni ishirini, sijasikia mwalimu atangaza sa mwalimu aliyotoa mwanafunzi huyu apate zawadi. Hawa walimu wanafanya kazi katika mazingira magumu, hii inatoa changamoto tu, ikiwezekana huko baadaye uangalie na walimu lakini, fukishieni sheka polo mfishieni kishki mfukishieni na mama nani mae kwambie, Jafo amesema toweni na zawadi kwa walimu. Mtoto anawezekani apate milioni thelathini alafu mwalimu siku anakuja hata tende mkononi hana ya kufuturu. Mtoto amepata milioni kumi mwalimu, alafu inaleta hasadi, inaleta hasadi, na ninafahamu hasadi ilivyokuwa mbaya eh, mwalimu anakuwa na kinyongo yani watoto wale wafundisha yeye na, huyu milioni kumi huyu mwalimu hata godoro hana na la shilingi laki nne au laki mbili hana kitanda, akigeuka hivi kitanda kinapiga kelele, mtoto amepewa segele, nyumba mwalimu choka mbaya. Imani yangu kubwa, wanaendesha mashindano haya yote Tanzania, wataangalia utaratibu sasa, kwa na special award ya walimu, tuchukue hata mshindi wa kwanza tu eh, sio mbaya, naweza mkasema mshindi milioni ishirini, lakini milioni ishirini, milioni mbili za mwalimu. Kwa hiyo zawadi ya mshindi wa kwanza milioni ishirini, mwalimu, mwanafunzi milioni kumi na nane, mwalimu milioni sio mbaya naye mwalimu siku hiyo akirudi nyumbani, mama mwali atafurahi, ata anarudi na heshima, mkono umenona. Na mwisho wa siku ni kwamba hamasa itakuwa ya kuadalisha ku, kufundisha vijana wetu, na hapa mimi leo natoa bonus wale walimu, kila mwalimu aliotoa mshindi wa kwanza katika kila juzu yale mashindano, ile block, nimeona kuna block karibu 12. Akitajwa mwanafunzi wako amepata mshindi wa kwanza, unaondoka na elfu hamsini leo hii. takbir Wanafunzi kutoka mwanzo mpaka mwisho anashinda yeye, utatoka na 50 mwanzo mpaka. Takbir! <laughs>